Disemba 9 ilikuwa itikise Tanzania, lakini kilichotokea kilishangaza afrika nzima. Kenya watu walikamatwa, Dar es Salaam ikawa kimya kama saa nane usiku, na waliosema maandamano ni lazima, ghafla wakabadilika. Leo nakuletea video ambazo zinatafuna mtandao moja baada ya nyingine. Ukweli uliotokea Disemba 9 sasa unavuja. Kwanza kabisa, kabla hata ya saa kufika, Kenya tayari moto ulikuwa umewashwa. Wakenya sita walijikuta wanaishia kubebwa na polisi nje ya ubalozi wa Tanzania Nairobi, wakiandamana wakidai Samia a madarakani hii video ilizua maswali makubwa. Je, yeah, kwa nini presha ilikuwa kenya kuliko tanzania yenyewe? Je, yeah, hii inaonyesha nini kuhusu uhusiano wa vijana hawa wa pande zote mbili, yaani kenya na tanzania. Tazama video hii. Tutaendelea na mapambano, lazima afrika ikue free. Hatuwezi endelea bila magoti kwa wazi, hatutaendelea bila magoti kwa wazi.

lakini sasa tukirudi Tanzania, mambo yalikuwa tofauti kabisa. BBC wakaonyesha video ambazo zilishtua wengi. Mitaa Dar es Salaam ilikuwa tupu, kimya, hakukuwa na kelele, hakuna maandamano, hakuna vurugu, bali ulinzi ulionekana umekazana mpaka basi. Na hii ikawafanya wengi wakashangaa. Yeah, je, vijana waliogopa au system iliwazima mapema? Angalia jinsi mwandishi huyu anavyoonyesha hali halisi hapa ni ile makutano haya ya Serena ni kule chini huku, naendelea posta katikati eh, alafu ukirudi huku naenda Gakani na kurudi maeneo mengine eh. Kama umewahi kufika Dar es Salaam unafaham Dar es Salaam unafahamu namna gani na ambavyo hapa panakuwaga na mambo mengi sana lakini, kama unavyoona uh, ni kweupe kabisa. Eh, hakuna magari, hakuna watu uh, kweupe kabisa. Maana yake kama walivyosema jana, kama hauna kitu cha muhimu cha kufanya mjini, usije. Inaonekana kama agizo uh, hilo watu wamelitii angalau kwa sasa uh. Chini kidogo pale, kwa mfano, kwenye daraja la Salenda pale tumekutana na askari polisi, wanasimamisha magari, wanasimamisha watu, wanakuuliza unakwenda wapi, unakwenda kufanya nini? Eh, kuna wengine wamerudishwa, kwa hivyo uh, kuna ulinzi umeimarishwa hapa uh, ya yeah, hivyo ndivyo ambavyo inaonekana Dar uh, es Salaam hasa katikati kati huku. Uh, taendelea kukujuza zaidi jinsi mambo yanavyokwenda. Kwa upande mwingine tiktoka maarufu Tanzania, Yuda Professor One akucheza mbali, alishika kamera akaingia mtaani akaonyesha hali halisi. Na ujumbe wake kwa serikali ulikuwa mkali kuliko vile wengi walitarajia. Alihoji itakuwaje kama vijana watakuwa wanaingia barabarani kila Jumatatu. Hebu tusikilize sehemu ya kauli zake. Uh, Tanzania inabidi tuchukue hatua za haraka sana, kwa sababu hali iliyopo hii sio nzuri. Imagine maduka yamefungwa kama hivi pale mbele Unaona, ni kuna, kuna mapolisi kuna beria, mtu anaonyesha kitambulisho ujieleze vizuri. Sasa kwa mfano hawa majenzi wakisema kila wiki wanataka kuandamana, kila wiki wanataka kuandamana, itakuwaje? Yani kila wiki wao wanapanga maandamano, maana yake tayari watakuwa wameshinda. Kwa hiyo maana yake watakuwa wameshinda, eh wake. Hii hofu yenyewe tu, yani ni problem. Imagine watu wame, saa nane sasa sa, hivi watu wako ndani, wako ndani Eh, ndani, yaani jua kali Dar es Salaam, jua kali, hakuna maji eh? <laughs> Kwa hiyo serikali yetu tunaiomba ichukue hatua za haraka sana za kuangalia hao vijana, kukaa nao hao wapinzani wa, wafanye mikutano na nini. Hii mambo ya kubanabana watu, hii ndio mwisho wake. Sasa hivi hii unabana watu, mwisho wa siku sasa wa, wanataka kupasuka, ndio hii. Kwa hiyo mimi naomba serikali yetu makini kabisa, ambayo inaleta ulinzi kama huu, make ulinzi huu wa, wa, wa polisi na wa, wanajeshi ni mzuri, lakini sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi. Kwa hiyo serikali yetu tunaiomba ichukue hatua za haraka sana I imagine, yani emergency actions kusolve hii kitu yeah. Kisha kama kawaida Mange Kimambi hakuweza kukaa kimya baada ya kile kilichotokea alitoa ujumbe mzito kwa vijana wa Tanzania akisema kwamba maandamano yalishindikana si kwa sababu ya uoga bali kwa sababu system imejipanga kuliko mnavyodhani. Alitabiri pia nini kinaweza kutokea Disemba tisa hebu tusikilize kauli zake hii video ni kwa ajili ya Gen Z, wa Tanzania na na Watanzania wote kwa ujumla. First of all nilikuwa nataka Gen Z msije mkajisikia vibaya msije mka, mkajilaumu au pia msikubali mtu yoyote akawalaumu au akawafanya mkajisikia kama labda sijui mmeletdown nchi <coughs> au ninyi wenyewe mmejiletdown. Trust me dunia nzima ina understand. Mimi personally, I understand. I understand okay. <coughs> Um, kama mnakumbuka baada yale maandamano ya ishirini na tisa um, uh, haya maandamano ya pili yaliitishwa na jenzi wenyewe na, um, mimi nikayasapoti. <coughs> and kama mtakumbuka ile I think ilikuwa kama two weeks ago nili suggest tubadilishe ile tarehe ya maandamano iwe Christmas day I think. <coughs> kuna watu walikasirika nilivyoweka ile suggestion oh, watu wanataka hiyo tarehe, lakini mimi nilikuwa naelewa ni kwa nini ni suggest kwa Christmas kwa sababu nilishaona hii tarehe tisa Desemba serikali imeweza kucontrol movement za watu kutoka wameshaweza kuzicontrol, yaani walivokaza tu sherehe, nikajua hii siku sio maandamano. Tanzania lazima yawe siku ambao government haiwezi ku ku control movement. I, hii ndio ilikuwa one of the environments ilifanya yale maandamano ya Oktoba 29 yaka yakatokea. Ni kwa sababu government ilikuwa haicontrol movement. Ndio maana nilisema haya maandamano yaanze siku ya Christmas <coughs> kwa sababu siku ya Christmas ni siku ambayo serikali haiwezi kukansel Christmas, haiwezi kuambia tu msitoke siku ya Christmas, au you know, au siku ya mwaka mpya. So Tanzania maandamano lazima yawe kwenye siku kubwa, siku za Christmas, mwaka mpya, siku ya Eid, siku ya uchaguzi, yani siku ambazo watu hawezi kufungiwa ndani, okay, na <coughs> so kinachohitajika hapa ni kujipanga, kinachohitajika hapa ni kujipanga vizuri na kujipanga na siku ambayo itakuwa ni rahisi zaidi kwa kila mtu kutoka na kuandamana kwa amani. So i'm suggesting maandamano yafanyike siku ya Christmas kama nilivyosuggest before, but then again um, i think, uh, <coughs> Uh, mtawachia wenyewe Gen Z wataamua watakachotaka kufanya. Cha msingi ni kwamba hatuwezi kurudi nyuma ndugu zangu, lazima tuendelee kupambana. Hatuwezi kurudi nyuma, tumepoteza watu hmm. Sasa hivyo Tanzania tunaishi chini ya mtutu wa bunduki, yani that's just, hiyo ndo situation iliyopo, na mtu yoyote asijidanganye. Sasa hivi Tanzania tunatawaliwa kwa bunduki, tunaishi kwa hofu, tunaishi chini ya uh, serikali ambayo hatuitambui hatukuichagua, eh, serikali ambayo iliua wananchi elfu kumi zaidi ya elfu kumi ili iweze kuwa madarakani. So ni lazima tuendelee kupambana, na nitafanya video ingine kwa ajili ya international community, lakini for now Watanzania, msijilaumu you have been through a lot. Kinachotajika sasa hivi ni kujipanga and to move forward